lakini watani zenu wako bize kusajili si mchezo anashusha sasa mimi ninacho kinachonishangaza wale majamaa wanasajili instagram ukienda uwanjani wachezaji ni wale wale wiki hii mimi nimeona watambulisha si. wachezaji karibu saba mwandishi huyu amesema huyu anakuja jana nimeenda isamuyo budo mukwala i says ah anatia unajua uzuni eti wewe mukwala anacheza usiku na ingia instagram ni mchezaji wa, timu nyingine. hawa watu hawako serious bwana to, dis to discuss team ambazo ziko serious azam fc wako serious. singida Black Stars wako serious wewe haiwezekani desemi namuona saa 10 major generalize samuyo saa moja usiku unaingia instagram yuko na timu mpya. Sasa unaona kuna watu ni washindani hao, yeah, wapo hapo tu. Aya, yule budo Mutale, nimesikia kuna shabiki mmoja anasema wachezaji wote wafukuzwe. Sasa hizi mpishi wetu jangwani amepata shida kidogo, atakuwa nje mwaka mzima nje ya majukumu yake ya, ya upishi kwa ajili ya wachezaji wa Yanga. In case kama unataka kuivunja timu yao, tunamwomba budo, tuna kazi naye tunamwomba budo tuna kazi naye, hiyo hiyo ambayo unaifikiria wewe, tuna kazi nayo bwana. Hii tushai dust, mashujaa yameshapasuka, mwingine na mwingine. Ligi hii NBC Yanga, tuwezi tukakaa kwenye hizi mike tunamdiscuss nani tunaenda kucheza naye sisi. Tua tunajipima kwenda nda kucheza, tumemaliza kujipima, tunaondoka zetu. memwona depu huyo eh, mchezaji wa klabu ya Yanga eh, Depu akiwa anatoka katika uwanja wa KMC Complex. Depu hapa anatoka eh, Mbelega, mbele mbele kabisa, pita mbele, mchezaji wa Yanga eh, striker hilo eh, ikiwa lina, e, likiwa linatoka katika uwanja wa KMC Depu, e, mchezaji wa Yanga striker, mchezaji mpya ambaye anafanya vizuri baada ya ku, eh, kufunga kwenye mchezo wa hii leo. Uh, huyu hapa anaingia kwenye gari baada ya kufanikiwa kuibuka na ushindi. Huyu ndiye uh, mchezaji jipya ambao linaimbwa sana uh, na mashabiki wa Yanga na amewafurahisha kweli kweli mashabiki wa Yanga. Uh, mechi yake ya kwanza na anafunga goli.